Mambo ya ndani, Bakari, Bakari. Je, lini ahadi ya ujenzi wa kituo cha polisi cha wilaya ya Chake Chake kitatekelezwa? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Daniel Silo. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, halmashauri ya Wilaya Chake Chake imetoa kiwanja namba moja chenye ukubwa wa mita za mraba 1429 eneo la vitongoji kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi daraja B cha wilaya ya wilaya Chake Chake. Ujenzi wa kituo hicho utagharimu kiasi cha fedha shilingi milioni 802 laki 96788. Fedha hizi zitatengwa kwenye bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026 2027. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Bakar. Washukuru sana mheshimiwa naibu Spika. Mheshimiwa naibu Spika, ahadi ya ujenzi wa kituo hichi cha wilaya ya Chake Chake ni ahadi ya muda mrefu sasa. Sasa nataka nifahamu ni, ni upi mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba fedha hizi milioni mia nane zinapatikana kwa ajili ya kwenda kujenga kituo hichi, lakini pia nyumba za, za askari na maafisa mbalimbali wa pale Madungu Chake Chake ni chakavu na ni za muda mrefu sana. Mm, waheshimiwa wabunge waheshimiwa wabunge, tuko kwenye kipindi cha bajeti, niombe sana niombe sana mwiyo watulivu ndani ya bunge. Swali halisi, waziri halisikii meza, hatusikii hata hansa, ndio tutashindwa kuandika ma, nini mahojiano ambayo yako ndani. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nilikuwa nakwenda kwenye swali la pili But, Asante, Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali ya nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli ahadi hiyo aliyosema Mheshimiwa Mbunge ni ya muda mrefu, lakini Mheshimiwa Spika, kwanza tumeongeza kituo hicho kwenye mpango na sasa kama nilivyojibu kwenye jibu la msingi, tunatenga fedha kwenye mwaka wa fedha 2027 tayari kwa ajili ya kuanza ujenzi. Mheshimiwa Spika, kuhusu swali la pili kuhusu uchakavu wa nyumba za askari, ni kweli nyumba hizo ni chakavu na nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba tutatuma wataalamu yetu wakafanya tathmini kuhakikisha kuona kwamba, je, tunafanya ukarabati au kujenga upya wa nyumba hizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, serikali itafanya kazi tutalaliwa sana sana -san.